Ibn Kathiri nasema, Ya Ibn Adam, ewe mwanaadamu, nazalta min batni umika bakian wannasu hawlaka yadhakuna surura. Umeshuka katika tumbo la mamako ukiwa unalia na watu wanacheka, wanafurahi. Siku ya kuzaliwa ilikuwa hivyo. Nazalta min batni umika bakian wannasu hawlaka yadhakuna sururan wewe unalia, watu wanacheka, siku ulipoingia katika hili dunia. Famid ila amalin an takuna yauma mautika idha bakau dhahikan masrura. Sasa fanya kazi ambayo itawapelekea watu siku ya kufa, wewe unaondoka, wao wanalia, wewe unafurahi, unacheka, iwe vice versa. Basi isiwe umekuja duniani na kilio na siku ya kuondoka unaondoka na kilio, hapana. Ghair hadha nidham, umeingia kwa kilio, utoke kwa kicheko na furaha. Wao ulipoingia walicheka, siku ya kuondoka tabaan watalia na watalizwa na mambo mengi udun, suwaun, yaghuthun, yauqun, kwa wuddun suwaun yaguthun yauqun nasra, hawa walikuwa ni ashabul fadila.